Simba Yanga wanapaswa kusajili wachezaji wenye vigezo kamili. Ni maneno ya Alex Ngereza ambaye ameweza kufunguka kutokana na uwezo ambao wanaonyesha, mbae, ambao wanaonyesha makocha ambao wanasajiliwa kwenye timu ya Yanga pamoja na Simba. Kwa mjibu wa mchambuzi Alex Ngereza anadai kwamba kwamba mimi naamini kwamba zipo timu ambazo zinaweza kusajili makocha ambao profaili zao hazieleweki, lakini sio Simba na Yanga. Simba na Yanga wanatakiwa kusajili kusajili makocha ambao profaili zao zinajieleza, kile ambacho wanachokifanya uwanjani na kinafahamika, jina lake liwe limebeba mafanikio makubwa. Alex Ngereza anadai kwamba Yanga wameleta kocha msaidizi baada ya kutoridhishwa na benji la ufundi liliyopo kwa sasa. Alex Ngereza aliweza kufunguka maneno haya baada ya tetesi kuwa nyingi sana kwa makocha wengi ambao wanasajiliwa kwa anasajiliwa kwa sasa kuna kwa klabu ya Simba pamoja na Yanga, huku wengi wakidai kwamba falsafa ya mpira ambao wanafundisha kocha wa klabu ya Simba bado hawajajelewa, kwa kuwa kwanza ametambulishwa kama meneja baada ya kutambulishwa kama kocha, kwa kuwa anaonyesha kabisa kwamba hana CV zile ambazo zinamfanya awe kocha. Lakini kitu cha pili, eh, Simba haitakiwi kusajili kumeneja atakaye sajili kocha, lakini kwa upande wa Yanga wenyewe wameweza kumsajili Romain Folz, lakini cha ajabu kocha huyo hawamwamini, na ndipo wakaamua kumletea kocha ambaye ni msaidizi ambaye ni Patrick eh, Mabedi, hivyo anakudai kwamba timu kama hizi zinatakiwa zisajili wachezaji ambao zisajili makocha ambao wana CV ambazo zinaeleweka, yani zinajieleza ni nini ambacho atakifanya uwanjani na nini ambacho atakipeleka kwenye timu hiyo, huku ikitakiwa kueleza kwamba atatumia mfumo gani, kwa kuwa makocha wengi wanaonesha kuto kueleweka kwamba wanatumia mfumo gani. Ndio maana kuta watu wanasajili leo kocha na kesho anaondoka, na wanasajili na kocha mwingine. Hivyo inatakiwa wasajili eh, makocha ambao wanajua E, wana zile sifa ambazo zinatakiwa zikiwa zinajieleza, aliweza kufunguka Alex Ngereza wakati akichambua kutokana na klabu ya Yanga kuweza kumtambulisha Patrick Mabedi. Haya yote yanatokana kutokana na nature ya vilabu vyetu vilivyo, kutokana na mashabiki wengi ndio ambao wanaweza kumweka mtu lakini pia na kumtoa mtu katika nafasi yake, kwa kuwa kama hawajaridhika naye kwenye utendaji wake, basi ni dhahiri wanaweza kumtoa dakika yoyote na muda wote, bila kujali ni wakati gani ambao waliopo. Hii imetokea baada ya mashabiki wengi wa klabu ya Yanga kutokuridhishwa na we, namna mwenendo wa kocha Roman Fozi, na kudai kwamba kocha huyo hawaridhiki na hawaelewi mfumo wanaotumia kwenye uchezeshaji wa timu yao, hivyo nakuta kwamba aondoke na klabu hiyo, yu ikaamua kumletea msaidizi wake ambaye ni